Ladies and gentlemen, karibu sana ndani ya Chris Media 24. E bana, karibu tuweze kuzitazama taarifa mbalimbali ambazo zimezidi kuendelea na kuchukua nafasi kinoma kupitia Chris Media 24. E bana, ambao umekuwa kila siku kiitazama kwa taarifa mbalimbali, kiwemo burudani, michezo, mwendelezo wa tamthilia mbalimbali ambazo zimekuwa zikichukua e bana headline na kuweza eh, kuwa na hisia nzito sana kwa mashabiki wake ambao wamekuwa wakifuatilia kila siku ambayo, mikoa, kilesiku, ambayo inakuwa inaitolewa. Bila kusahau zote trending za kinyumbani zaidi ambazo zimekuwa zikihusiana na mambo ya kibongo bongo. Of course tunazo nyingi sana, ambazo umetokea kuzipata wewe, ambao umekuwa natofuatilia kila siku. Sasa hizi hapa bana ni ngoma of course, ni kumi ambazo uh, zimefanya vizuri k Tanzania so kuweza kuzifahamu uweze kuzijua pia bana kupitia au bana kuna ngoma ambazo zimefanya vizuri pia lakini kupitia boom play. Leo na kuletea albamu ambazo zimefanya kivizuri na bado zina trend, kupitia mtandao eh, uh, nafasi ya kumi thank you all. Kwao, mahel maz ya ti Sale mwenye fundi wa muziki kutoka Tanzania lakini nafasi ya nane ni Take YK ya kwake Mario ambayo ilidondoka mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Lakini bado ipo kwenye chati za juu kabisa katika ile A list ya ngoma kumi ambazo zinafanya poa kibongo bongo. Lakini nafasi ya sita ni G7 ya kwake Dizlack ndio ipo hapo nafasi ya sita, imeweza kusimama kwa muda mrefu. Nafasi ya tano ni Big Uh, uh, the big one kwa thekwake ikiwa tayari amekamata tayariamekamata nafasi za juu kabisa kwenye albamu ambazo zina trend kinoma noma. Nafasi nafasi nafasi nne ni therapy kwa kwa kwa Melody, na ametufunguka Leo Live ex exclusive kabisa kwamba eh, tarehe nane mwezi wa nne, basi aenda kuangusha ngoma nyingine ambayo ambayo tutakuwa ibana excited na excited kuweza kuiona. Mimi niko excited pia. Nafasi ya ya tatu yake ni Take Away the Pain moja, albamu kali sana ambayo ameweza kutubariki kwa mwaka huu 2025. Nafasi ya pili Peace and Money kwake Zuchu, moja album kali sana kwa upande wake, na hii ndio albamu yake ya kwanza kabisa kwenye maisha yake muziki. Nafasi ya kwanza ni Gaz the God sana kwa Kimario, eh, imekamata nafasi ya kwanza kwenye chart za album bora ambazo zinafanya vizuri kinoma kupitia mtandao wa